Zimekuwepo taarifa za kwamba Mario anataka kufanya jambo lake kwa Paula kwa maana ya kuhalalisha ndoa na vitu vingine vyote vifuate kama ambavyo imekuwa kwa mastaa wengine kama Hamisa Jux na wengine pia. Sasa leo hii ameshare picha hii kwenye page yake ya Instagram hapa, akiwa na mwanamke wake Paula, alafu ameandika, unadhani jina gani zuri la Kiislamu litakalompendeza zaidi bibi Paula? Na Paula amekuja comment hapa akiandika my husband to be. So Uh, kwa nini anasema hivi? Unajua Mario ni Muislam na kwenye masuala ya ndoa, Paula ni Mkristo kwa hiyo inabidi kama anataka kufunga ndoa ya kidini lazima wote wakubaliane kuwa dini moja. It's either Mario akubali kumfuata Paula ama Paula akubali kumfuata Mario, na kwa kinachoonekana ni kwamba Paula ndiye ambaye anakwenda kwenye dini ya Kiislamu, that's why Mario anauliza hapa jina gani la Kiislamu litamfaa. Eh, Paula nimemwona Pifunk Majani ambaye amekuja kwenye sehemu ya comments hapa akijaribu kusuggest jina ambalo anafikiri linaweza likamfaa mwanaye Paula. Pifunk Majani amekuja kucomment akiandika, utapewa jina la marehemu bibi yako Sheila ama tukupe jina la mama mkubwa wangu Pili. So hii ni suggestion kutoka kwa P Funk babake Paula akisema kwamba eh, labda apewe majina kati ya hayo moja, Sheila la pili, Pili. Sijui Paula atakubali haya majina ama itakuwaje, lakini so far mambo naonekana nakaribia ku, eh, kuwa mazuri. Hivi karibuni nimeona Juma Lokole ameandika, bwana we mwezi ufike tule huo ubwabwa, kukaa na kitu siwezi, mnanipa kazi na watu wengine mastaa pia wengi wamepita kwenye sehemu ya comments hapa. Kwa hiyo nafikiri swala la Marioo kuhalalisha kwa maana ya ndoa litakuja hivi karibuni na mambo mengine yataanza kuonekana pengine siku za hivi karibuni. Una mtazamo gani? hapo chini kwenye sehemu ya comments. Ni kukumbusha pia ku subscribe hapa SnS kwa taarifa nyingine kila wakati.